Mungu ni Mungu anayemuinua mtu kutoka chini kwenda juu. Maandiko yanasema Yohana 13 mstari wa 17. Nataka niongee na waumini wanao on. Niona niongee na watendakazi mashemasi wazee, viongozi katika nyanja zote katika huduma katika kanisa na washirika wa kawaida, hata wengine hawajaandikwa majina, hawatambuliki, hawafahamiki, watu wa kawaida tu. Lakini leo hautakuwa mtu wa kawaida tu. Amen. Na kupitia levo yako ulio nayo ya, ya kawaida, Mungu anaenda kukuinua. Angalia hili andiko linasemaje: mkiyajua hayo heri nyinyi mkiyatenda yepi Demokrasia ya kiroho asubuhi, mchana, jioni, usiku wa manane. Ye hakuwa mwanasiasa, lakini ye mafundisho yake aliweka msingi wa thamana ya kimsingi ya demokrasia, lakini mafundisho yake yalikuwa msingi wa thamana za msingi wa demokrasia. Moja, thamani ya asili ya kila mtu. Kinachofelisha mtu watu ni mfumo wa asili aliyotokea. Kuna mwingine ni mwaga mwenye wasiwasi wasi sana kwenye maisha maisha iko ndani ya kusudi. Je, kusudi tunalipata wapi ili maisha yabadilike? Point ya pili, uhuru wa kuchagua na kuchaguliwa Yesu aliweka. Tatu, wajibu wa kuhudumia wengine, aliweka mepewa kanisa hmm. Demokrasia hiyo kwa sehemu bado, kwa sababu ukienda bila kuwa na kununua kitu uingi, upewe, ujumuiki bila kuwa na kupo, uingi bila ku, ku, kupeana pesa kiasi fulani, ushauriwi, uombewe uongozi Kanisa limeacha demokrasi. Na wahudumu wa Jehova Shama, mnisikilize vizuri sana maana, mtaitwa, mtaenda kufanya huduma maeneo mbalimbali. Fanya kwa demokrasi, maana yake ni fanya kwa thamani ya asili ya Mungu na Kristo na Roho Mtakatifu. Fanya kwa asili ya huruma na rehema na upendo, ndio demokrasi w kuomba kuomea na kushauri, lazima kwanza uwe na huruma, uwe na rehema, demokrasia upendo, imani, demokrasia. Kama una wito wa kuhudumia wengine, una wito wa kuwaomea wengine, una wito wa kutenda miujiza, tenda kidemokrasia. Amen, fanya kidemokrasia, usifanye kwa malipo, hiyo itatokea ukandamizaji, uonevu batilifu kwa kutumia nafasi ya Mungu isijii nasikieleza kwa makini, sio mimi. Soma Matayo. Soma Matayo matayo saba saba. Soma Matayo, eni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunulia, Matayo saba saba. Isitoshe soma Yohana, hebu nianzie Yohana kumi na tatu mstari wa kumi na nne mpaka kumi na saba. Kuna watu mnaomba mpeo natafuta muone, mnabisha, mfugulei. Unaenda nje ya njia. Angalia andiko linasema, basi ikiwa mimi nilie Bwana na mwalimu, unamjua unamfahamu. Sikiliza asema, nimewa nimewatawasa miguu. Demokrasia upendo, amewanawisha miguu, aliye juu kushuka kama sio kitu, mtendeane hivyo hivyo, mfanyane hivyo hivyo nilivyo watendea nilivyo wafanya. Leo ndio inafanyika, ndivyo unavyoombewa, ndivyo unavyoshauriwa, ndivyo unavyofundishwa democracy. Mimi siko siasa, niko democracy ya kiroho. Wala usitie <inaudible> shako, usitie wasiwasi. Sikiliza kwa makini sana, kuna watu wanatendewa, wanachotendewa hawaelewi, hawajui. Watu wanapewa kitu, hawajui imetoka kwenye ufunuo gani? Sio demokrasia. mikono kwa sababu, kwa lengo wa kusudi. Angalia, haikuwa kawaida kila wakati na kila majira kuwatawaza na kuwanawisha miguu, hamna wakati maalum, na walioelewa ndio wanaotendea. Mungu ni Mungu, Yesu ni Yesu, Roho Mtakatifu ni Roho Mtakatifu, wala sio mtakafujo wala vitu vifaa ni vientu walasili yake. Kuna ufunuo wa Mungu wa Yesu na Roho Mtakatifu, lakini kuna ufunuo wa shetani na kuna ufunuo wa wanadamu. Ndivyo ilivyo. Kuna maombi ya Mungu na ni amri, ni sheria, ni kanuni na Yesu aliomba na Roho Mtakatifu anaomba. Maandiko yanasema katika demokrasia ya kiroho wa 8 mstari wa 26 mpaka 28 na kuendelea hata mpaka 30 inaongea, hamjui kuomba ipasavyo isipokuwa roho mwenyewe ndiye anayejua kuomba ipasavyo, kwa sababu ataomba maombi ya mapenzi ya Mungu, demokrasia kati ya Mungu na roho Kadhalika, roho naye hutusaidia udhaifu wetu democracy. Kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo democracy. Lakini roho mwenyewe atuomea kwa kuugua kusikoweza kutamkiwa democracy yake. Nenda kidogo. Listen. Naye achunguza nia ya roho ilivyo kwa utuombea kuwaombea watakatifu kama apendavyo Mungu, demokrasia. Mungu na roho pamoja pamoja pamoja pamoja, pamoja. pamoja. Lili itafika linalofanyika kwa kanisa ndilo linalofanyika kila sehemu. Maandiko yanasema ukiona shida imeingia mpaka patakatifu pa patakatifu, kanisa limeingiliwa, limevamiwa shida.